Asa huu umekuwa ni kama wimbo wa taifa, kama wimbo wa taifa. Ndugu zangu, mimi kijana wenu nikishirikiana na wenye viti wenzangu tunatamani watu wetu wapate mikopo hii. Maana yake nini, ndugu zangu? Mara nyingi imesemekana baba ndio mtaftaji, lakini kuzunguka zunguka ndani ya kata hii nimeona wamama wanajishughulisha sana, ndugu zangu, na hawana mikopo. Tuwasaidie wapate mikopo waweze kufanya biashara zao, waweze kulisha jamii hii, waweze kukuza uchumi, watusaidie wa baba na ndio bwana. Wakati mwingine wamama wanasema wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa tena mkusu ne mkusu ja na ashiranga bane mtusaidie sasa. Wamama, kijana wenu nimekuja hapa kuja kuwaomba mnipe kula zandio, nikapambane nipigane, huko niendako, nikishirikiana na wenyeviti wangu na mbunge na dokta Samia Suluhu Hassan ili muweze kupata mikopo hii, ndugu zangu tunaongea inawezekana watu hawajui. Ndugu zangu, mimi kitaaluma kabisa ni mtu mtaalamu wa mambo ya kifedha, ni mtaalamu wa mambo ya biashara na masoko, lakini nimefanya kwenye taasisi hizo takribani miaka kumi na tano ndugu zangu. Kwa hiyo ninajua vizuri eneo hilo, kwa hiyo mna mtu sahihi ndugu zangu, tosha, ili tuweze kwenda kufanya kazi ndugu zangu, ili watu wetu wapate mikopo hiyo ndugu zangu, lakini kukimbiza muda tu ndugu zangu, vijana vijana na jamii yetu kwa ujumla wanapenda michezo. Kijana wenu, kijana wenu, matamanio yangu na ndoto yangu niione kata ya Rwanima, watu wakishiriki katika michezo. Na mtakaponichagua ndugu zangu, mtakapomchagua, nzira nyingi, mtakapomchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kila mwaka tutakuwa na ligi ya mpira katika eneo hili kwa miaka yote mitano au minne. Inawaleta Wajita, inawaleta Wakurya, inawaleta Wasukuma na watu wengine, Waislamu na wasiokuwa Waislamu na wale wasiokuwa na dini, pamoja wote tunazungumza. Lakini michezo, ndugu zangu, michezo inatoa ajira, michezo inawaleta watu kufahamiana, ndugu zangu ndani ya kipindi hiki cha miaka mitano tutahakikisha vijana wetu wanacheza katika michezo mbalimbali ndani ya kata hii, lakini kubwa ni kuboresha viwanja. Jana nilikuwa redio stesheni moja inaitwa DL FM, wale waliokuwa wanasikiliza mida ya saa mbili, nilikuwa pale na nikaulizwa juu ya uwanja huu. Nikaulizwa uwanja huu ni halali kuwa uwanja, nikaambia sio halali, sio sahihi sana na kwa sababu hatuna maeneo ya kucheza, ndio maana tunacheza hapa. Kwa nini sio halali? Kwa sababu inapita treni pale, ndugu zangu, kwa hiyo ni hatari. Nikasema, mtu mmoja akauliza Chanila, nikasema kuna viwanja ambacho kiko shule, tutakiboresha kiwanja chetu na viwanja vingine, ili vijana wetu waweze kucheza mpira <todicilio>